Kwa hiyo pressure hypertension yenyewe tunaita the silent killer. Lakini katika historia presha mwanzoni kabisa ilianza kupimwa mwaka 1733. Kuna jamaa anaitwa Stephen, yeye alichokifanya alichukua chest tube sawa, kichupa ki kile kidogo kama, kama bomba ya peni sawa, akaichomeka kwenye mshipa wa damu artery wa farasi, baada ya kuchomeka kana sisoma zile fluctuations za pressure na kuzifanyia uchunguzi zaidi kwamba je, hii presha inaleta athari gani katika viungo vyote vinavyotegemea katika mwili wa binadamu, mzunguko wa damu, sawa. Hii mwaka 1733 ikaenda baadaye mpaka miaka 1900 mia mwanzo mwanzoni kabisa 1905 akaja jamaa mmoja anaitwa Nikolai Korotkov. Alipokuja yeye akadescribe sauti za moyo zinazotokana na mabadiliko ya pressure. Hii ndio alo invent kuna vitu vinaitwa heart sounds. 1905. Lakini concern kubwa ambayo ilibadilisha mwelekeo wa jamii na dunia kiujumla ni mpaka miaka 1960 ndo concern zikaja, kumbe kuna shida ya pressure. Na by then tatizo hilo halikuwepo kwetu sisi. Tatizo hilo lilikuwepo katika nchi zilizo endelea. Kwetu sisi by then iko tunapambana na nini? Kama mnakumbuka mpaka miaka 80 90, baada ya uhuru <laughs> tunapambana na nini jamani? Minyoo, sijui kichocho, kipindupindu, malaria, kifua kikuu, ndo vitu ambavyo tulivyokuwa tunapambana navyo. Lakini mpaka miaka ya 2000 mwanzoni, ikaja ikaonekana nchi ambazo ni Sub-Saharan African countries tukiwemo sisi, nchi chini ya jangwa la Sahara na zinazoendelea tuna face actually double burden of disease European countries wenyewe walikuwa au developed wenyewe walikuwa na face disease moja tu, non communicable disease, magonjwa yasiyo ambukizi. Lakini kwetu sisi sasa tuna double burden, maradhi ya kuambukiza ndio tunapambana na UTI au typhoid sugu, au sivyo. Lakini tukakuta trend inabadilika globally kiasi ambacho sisi sasa hivi tuna face matatizo makubwa ya pressure, maradhi yasiyo ya maambukizi ikiwemo tatizo la presha. Tuko pamoja hapo mpaka hapo kihistoria ki, ki, ki tuweze kuifahamu. Kwa hivyo kwa nini imeitwa silent killer? Imeitwa silent killer kwa sababu mwenyewe hana dalili mwanzoni, hana dalili, kumbe mtu anaugua tatizo la presha bila mwenyewe kujijua, alafu ghafla unamkuta mtu tayari zile athari zimemkuta. Sawa. Kwa hivyo lakini tufahamu tafsiri yake ni nini ya, ya pressure. Kwa hiyo kuna muungano wa International Society of Hypertension ambao yenyewe imesema ili mtu umseme ana pressure ikiwa juu ya 140. Pressure unajua ina namba mbili, ile ya juu na ya chini. Kwa hiyo muhimu, International Society of Hypertension ilikuwa imeweka 140 kwa 90 kwa muda mrefu mpaka mwaka 2020 kuelekea 2024, ikabadilisha badala ya 140 na 90, ikasema hii ni ya kliniki kama hapa sasa hivi lakini ukipima nyumbani target ni mia thalathini na tano kwa thamanini na tano utaona kabisa imefanyaje imeishusha tofauti na hii mia na arobaini kwa tisini na sasa hivi imesema mtu ambaye atakuwa na mia thalathini mpaka mia thalathini na tisa huyo mtu hana pressure lakini ni high normal. ni nomo lakini ni high no. nomo mia thalathini mpaka mia na thalathini na tisa na kuanzia 85 mpaka 89 ya chini pia nayo inakuwa inachukuliwa kama high normal. Kwa hiyo mtu kumtafsiri ana pressure sio lazima zote mbili ziwe juu hata moja ikiwa juu tuna define ni nini? Ni pressure. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na mia thelathini lakini ya chini ikawa 95 na hizo reading sio kwamba leo hapo umepima mara moja tunasema tafsiri wetu mekulebo una presha. At least upime mara mbili mpaka mara tatu nyakati tofauti, sio papo kwa papo, leo, baada ya siku tatu, wiki moja na mfano wake, sawa. Kwa hiyo ndo tafsiri ya pressure. Concern kubwa ya pressure ni risk factor kubwa kwa mfumo mzima wa mishipa ya damu na moyo, ikiwemo ubongo, pamoja na figo.